Mtoto amemisa mama yake. Usitavunja hmm. mamako mkono jamani. Hmm. Utaivunja tena hmm? <coughs> <coughs> oh, pole pole mama. Eh, kupanga tulipanga lakini hao watu watu kujua pia wanaweza fikisha

wako anataka kukabidhi funguo, ameshika funguo tayari, anataka akupe kwa mkono wako, unaelewa? Anataka akupe funguo ya gari kwa mkono wako hmm? ya lakini alikuwa anaomba umfanyie kitu na kwa kitu anataka umfanyie, anataka umtaje jina lake huyo ameshamleta, mtoto amemisa mama yake, utavunja mama yako hmm. Mkono jamani. Taivunja tena. Ukoaje mtoto? Ukoaje mama? Niko mzuri niko mzima kabisa hmm. Ndio tunaletea mtoto, ndio tunaletea mtoto, lakini mama ameumia sana, sikutarajia ameumia hivi. Mama papa na hmm. machungu alifanyiwa kitu mbaya, sijui kama ulisikia. Nilisikia mm. wakati ndio nilisikia mm. wakati nyanyake alikuwa niletea mtoto usiku, alinipigia simu akaniambia mamake ameumia, nikaweza mm. kukaa na mtoto, lakini mamake hakuwa na kwa sababu. Ngoja, ngoja, ngoja, sasa hapo ndo naweza kujua huko, eh, amesema eti nyanyake alimpelekea mtoto kwa sababu aliambiwa mama mtoto ameumia, ukichukua mtoto. Mama alikuwa ameumia, niliambiwa mama alikuwa ameumia, so sikuwa nimemuona mama ni ni maadha amekuwa hapa, akasema ya kujua hata kama mtoto wake ah, aliumia ali... ali. Sasa maadha, unaona ukweli wenye inatoka. Unajua, ni vile nilimwambia akae na mtoto mm, nikamwambia. Sasa juu simu zimekuwa nyingi mm, nijue ni nini inaendelea, mama ya mm. mm. na mtoto lari nilikuwa nimepata nafasi nzuri sana ya kukaa na mtoto wangu, nimekaa miaka mingi bila kumwona. Lakini nikuulize mzee, pia mbona unachukua mtoto na hukuambia mama yake? Nilijaribu kupiga simu na wakati mwingi, unajua tulikosana, huachukui simu ya zangu so nikaona ni vizuri nikae na mtoto tu. Sasa si ulimkosea? Ndo maana maswali mingi siako. Amekuja mkono imevunjika, unaona hii kitu msichukulie rahisi kwa sababu Diana bado siko sawa kwani

Mimi juu sana daktari, si tumelete mtoto ah, e, tumelete daktari. Ulikuwa umesema tulete mtoto, basi basi tutulie, aina haja tujibizane yes, tumalizane na daktari. Vile ameniahidi ameniwambia, nilete mtoto, ndio huyu nimemlete na ako salama hmm. Eh, baba yake ndio huyu. Jaribu kuangalia mtoto wako sawa? Eh, ako sawa mtoto. Mimi naona niwaache sababu hii ni mambo ya kifamilia, mjaribu kusuluhisha sababu mimi siwezi. Anashinda mutanitafuta tu ili tujue vile tunajaribu kutatua. Daktari, si kuwa nataka uende kwa sababu naona watu bado wako na kiburi. Ndio sasa hii ni mambo ya familia wenyewe. Mimi bado naona kama mko na kiburi. Tumeongea tu vizuri kwa na utaratibu. Daktari akaniambia niendee mtoto na nimemwendea. Ndio daktari ni kweli Nimetimiza hadi yako nika kwani, hata kama mliko sana na babu, mbona mnaongea tu hivyo mkijibizana? Simwache tuongee shida yake ni nini, si ndio? Mtu ameletwa mtu tu, unaona akiwa na okay, shida yoyote akona shida yoyote akona shida yoyote. Daktari anaweza angalia mtoto ana shida yoyote. Mtoto si wangu, niwaruhusu kidogo, mniruhusu kidogo. Mtu si wako, mimi si wenyu, a si wenyu, huyu si ni nini? Maswali mingi, si uende fuata daktari, fuata daktari na huko, fuata daktari, ungekuwa hata uliko hapo nauko <coughs> Hii ni mambo ya familia hii ni familia yangu yote si ni nini, nini, hey. Na mimi inausuungi nini nini nini ongea tu venye tu una feel nini na mimi nini. Nini. Tunaongeleshana na Brian. Sioni, eh? si si na, na Brian amekujua, sasa unamuuliza Wachana na mambo nyingi, ungekuwa umeenda. Wacha tukae na familia yangu, nataka umjue. Mwaribu ya kwanza nimemuona na msikiaga tu jina, nimemuuliza maswali Brian, mke wake, nataka kujua hata anafanya wapi ni kazi gani anafanya, na amesema, unaona, hakika hivi ni kama ana kazi, unamuuliza kazi, nataka kumwandika hiyo yenye ya ukora. So, muangalie vizuri, atasaki staki adau, baba jamani, ameniacha tukaangaika na mtoto, aliniacha tukiangaika na. Ay, mie mimi mwenyewe atasaki kumuona sitaki, na hii maumivu hata ah, kum... ah, kumwona mwenyewe sitaki, sitaki Ibrahim, yeah. Ndio. Mbona mlifanya mpango ya kuumiza Diana? Wewe hakuna kitu ninajua. Hakuna kitu ninajua chochote. Kwa hakika hakuna kitu ninajua. Hakuna kitu ninajua mimi. Kwa hii plan, tumeambiwa na daktari kuwa wewe ukiwa na venye mko tu hivi watatu nyi ndio mliswika kupanga we njama. Sasa maadhe wewe unataka kupinga daktari tena, na kama munapinga daktari, mi nitamrudisha hapa. Hapana, usimrudishe, nataka tuongee vizuri, tuongee kwa utaratibu, mukubali kuwa mulipanga mkiwa hivi Unajua, unaona si kupanga, go on with the plan. Kupanga hata kama tulipanga. Eh? kupanga tulipanga lakini hao watu watu kujua pia wanaweza fikisha mambo ikue kama hii serious. Brian tulikuwa na yesi kata na mbona kupanga tulipanga hmm, lakini hakuingililia mali. Brian alienda ku kuingilia ha, si ha, ha na unajua watu wenye walikuja kumuingilia na sijui chochote. Okay. Brayo. Ulipata mtoto lini? Ilikuwa mda mfupi pid nyanya yake. mm. Alikuja lini? Siku fulani. mm. Yo yeah. yeah. Like two three days ago. yes, yes, yes. Yeah. Yeah. So wewe we, you are just innocent and you are clean kwamba kuna kitu unajua. Tafadhali. Jamani nini mbaya na <muchin> wewe mimi <muchin> <muchin> tunaongeleshana <muchin> just humble. Okay, 10 okay. years. Okay. Okay. That's so good. That's a very strong marriage, yeah? Yeah. But now, kuna kitu mimi kina nikanganya ndio usikia hata to unajua mm. Si unajua huyu so, you, ni sister ke na huyu ama huyu limuona lini? Okay, ameanza unamuuliza maswali nyingi, vitu za kitambo. Unajua vitu za kitambo, unajua na wakati huo ulipita, na sasa na ndio kitu nataka kujua ni nini ilituma wewe Diana, mkosana na Brayo umekuja patanisho ama patanisho eh? umekuja tunakosana, hey, ama. What a very nice question eh, hey, umekuja yaani yaani na baba mtoto yeah. Ni wakati nilimpata niliwapata wakiwa pale chumbani wani, ndio si wa wa mambo na, na, na biashara. Wa biashara. wewe wewe wewe. mkono, mkono. mkono Try me, Try me, Tukosane. Niliwapata wakiwa pale chumbani.

Hapana. ulishindwa kujielewa kabisa. Nenda na barua zangu nikaweka pale pesa, unaenda unaiba, umeenda kusherehekea na huyu. Nilikuwa nakusaidia, wache kunitegemea. Hapana. Hapana. Biashara hiyo ulitupata. Biashara ulitupata. Ulitupata. Uchi naenda kuoga, na anamfuata, kwa nini uko kwa bedroom uko? Alikuwa kuoga na, lakini kwa nini wewe unamtetea wewe mwenyewe, ama tuite daktari basi, tuite daktari. Sasa daktari ametoka hapa naona mwanzo kuwa na kiburi, sio pa nanana Mtoto umeletea akiwa na miezi sita. Mtoto ndohu ni mkubwa ujue, hata venye anasoma, hata vile navaa, hata venye ulimchukua ukashinda hata kumvalisha, unavacha nguo zako, una hata haya wewe? Ulishindwa kunielewa, bora yuko mwanaume, nguo za mwanaume, baba yake mwanaumedana. Mimi sina shida sana na Brayo, but kuna kitu moja huyu msichana anafanya hata nisimuulize, eh kunile kitu mimi ningefaa kumuuliza, ndio tuelewane vizuri. Ona so, wacha kurukia, rukia maneno, once we are talking, unajua tukisema ni fight hapa auweekwamb

Oh, no. Sandra, she's still young, she's still young eh? mm-hmm. na she's below 18 years so hata hata ukianza kwa koti bro mwenye nafaka ya na mtoto ni mama

na ndio mama atumane we ukuje ufanyiwe hivi, hakutaka huyu mtoto aumie. Unaona, and it is very safe. Huyu mtoto venye alichukuliwa akatolewa, ndio we ukuje kuwa hamd. Unaona? Kwa sababu mtoto kama angekuwa maybe angepeleka evidence, hata tungetumia mbinu ya daktari angeona na angejua mtu mwenye amkujia. So huyu hana makosa, alipelekea mtoto akaje kwa, kwa, sababu ni mtoto wake, si ndio? So, ni mtoto but nao mwenye ako na imani maneno yote ni umama um, mama yeye ndio alituma uongo, si ndio? hakuna yeah, kitu kama hiyo. Sasa ni hiyo, sasa umeanza Sindi koakiwa na babake mimi sioni kuwa na shida, lakini babake, mbona achukue mtoto kama jambia? Mtoto ni wa nani? waliko sana wangekua bado wanaendelea. Sasa kumaanisha alikuwa amejua na ili hali nilikuwa nimemisi mtoto wangu, ningekaidiaje kukaa na mtoto wangu kweli? Exactly. <tapos> ningekaidiaje? <tapos> <tapos> na ni muda tu mwingi ulikuwa. Wewe bro, mimi nikuulize, mbona uliachana na mke wako? <tapos> ni maneno haya ya kutokunielewa kutokuelewa, ni wewe ulimkosea ama ni yeye alikukosea?

Bibi Mwani gani? kutoka mbibiake. Lini? Kutoka lini eh, ah, wewe si, si, si ni bibi yake na na na. Si si wewe huyu naauku napenda Diana kwa sababu nasema hivi, kwa nini? kama ungekuwa ulikuwa unampenda. Aungekuwa tayari kuenda na na dada yake a nyumba kwa nyumba yetu, siku kusingiza bii mwenyewe, niliona nataka tupatie brand ni Nataka tupe Brian nafasi ya Brian ongea, wange yeye yeah. Hey, kwa kitu alifanyia mwanani bibi yake sio kitu mzuri, na Made pia naona kama mna support sana juu atii. Huyu alikuja kaniambia ame of the situation, kila mm -hmm. Saa kushinda wamenitegemea wame ati mimi ndo nitume pesa ya hii pesa ya hii pesa ya hii so nikaamua acha nimwambie about some business investment tuongee tu nione kama at least itawasaidia. Nikuulize Lika, nikuulize Lika, si ndio? Nikuulize Lika, wewe ni mm, ni mm, uko na, uko na bwana kwa nyumba, si ndio? Unakaa na bwana yako, unaingia kwa nyumba pale, unapata kuna dem ako pale kwa nyumba bwana wako ako hapo kwa nyumba na huyo demo wako uchi, utasikia aje? Sisi sikia kitu si, kwanza useme tu msichana, sista yangu, mbona nimfikirie vibaya kiutaelewayanunue nimepata Diana na Babs

Ni bibi yako na mtoto wako wajibu, so wajibu, brao, nilikuwa ulifo... nakuuliza kitu, mbona nini ilifanya ukachana na bibi yako? Imesemekana hapa bibi yako mwenyewe anasema Lyka alifanya mkachana. Ni ukweli hayo masingizio? Exactly. Ni ukweli kitu weye anasema kidogo, basi kidogo, sawa, mwache niongeleshe basi kwa kitu okay. Wanasema weye nalika mlikuwa kwa nyumba uchi ni ukweli? Nilikuwa bavu alikuwa ni uchi. Sasa nikiwa bavu singejua kama ako uchi kwenye alikuwa mlikuwa kwa nyumba watu wawili pekee. Sasa huu kujuaje kama alikuwa uchi? Mbona tulikuwa tunaongea, alinipata. Unaongea mkiwa uchi? Ndio hiyo, nilikuwa bafu nini Alikuwa bafu alikuwa, nini, bafu. alikuwa, bafu. Mm. Alikuwa bafu. Bafu na wewe mbona ulitoa nguo? Lazima ungeenda kumgoja mpaka kwa bedroom, ungeenda. Mbona uingie mpaka kwa bedroom utoe nguo, ujifunga tu. Ehe, tawe inaitwa privacy kwa bedroom, privacy ama Diana ulikuwa unaishi na, na Lika kwa hiyo nyumba. Lika, nikitoka kidogo nikitoka kidogo ameingia huko. Mimi majirani walikuwa ananiambia kila saa, dada yako anakuja kufanya nini ukitoka? Sasa so, so, siku moja so, nika so, nikasema so, niende so, nione so, ni nini so. Nika Mlango wako amefunga, bahati mzuri kuingia pale Lika ndio anapata nafunga towel. Huyu ako bafu. Kumaanisha alikuwa anafanya nini na unasema anaongelea mambo na, na business. Nani bro? Mbona mkapanga njama ya kuumiza Diana? Sikuwa kwenye njama. Na nilikueleza tu kutoka mwanzo. Hukukua lakini kuna watu mlituma, si ndio? Sikutuma mtu, sikuwa kwenye njama. Na sikujua kama kuna watu walitumwa. Mimi I just blame. Mtoto ulimpata aje ni wewe ulimwendea ama mtoto niletewa na mama na nyanya yake uniletea mtoto na nyanya yake ndio eh hiyo si shida mimi hata venye alipata mtoto Bro hiyo hapo aku very clean. Mm. mimi ile kitu na muraumu nao ni makosa ngapi moja peke yake ndio ndoo yake vunjike hiyo kupatana na We, my wife. Ma, bibi yako. Hapo, hapo ndio mimi niko na vita na wewe <laughs> So, hey, mm -hmm, kwa sababu ni hata wewe bro, ukikuja upate mke wako ndio huyo hapa Diana. Kazi umetoka umeenda kazi, si ndio, umeacha kama housewife kwa nyumba alafu rudi mpate mwanaume mwingine ama ako na brother yako kwa bedroom yako Kulingana vile nimepitia katika hiyo hali, yeah. Ningependa kujua. Hapana, ah, ah, ah. Mi nimekuuliza venye wewe ulipatikana na huyu eh, yeye akupate na mwingine we unaweza feel aje? Sita feel poa. Sasa ndivyo mina ulikuwa unajua huyu vizuri sana ameolewa, si ndio? Unanijua ulikuwa unajua mimi ndio nimeoa huyu, si ndio? No, no, unanijua vizuri sana yo. Ni, venye kuonana, ni vizuri sana. Si ndio? A very simple question hiyo ya kupatana wewe na huyu na ulikuwa unajua kwamba ni sister ya huyu Ilikuwa Maso... ni mazungumzo ya kibiashara. Ilikuwa ni mazungumzo ya biashara. Sina biashara at least bwana yake apate kitu ya maana ya kufanya. Mimi naona, kwa sababu atusaidie. Pale imefikia ma, daktari atusaidie hata nini, nikiona Brayo wewe mwenyewe pia utake kuongea ukweli. Unataka tuleta daktari ndo uongee? Kwa sababu naona uko tayari kuongea ukweli. Nachosema ni cha ukweli bra, mtu mwenyee anampresha, lazimi hawa ndio ndi wanampatia presha. Brayo anaongea vizuri sana, mimi sana, mimi swaiago ni moja kwake. Na unasikia akienda jibu aka kanaruka daktari hayuko mbali. Okay, hiyo sio madarau. Hii ni family issue. Mbona hmm, daktari alijitoa alitumia tu akili akili. Okay. Alipewa tu bure akajitoa. Mbona huyu bado amebaki hapa? Nilikupata umeiba mume wa mtu, kwanza ni mume wa sister yako. Aliiba. Husband snatcher. Akaiba aje? mtu uibiwa aje? Mtu mwenye alienda kuchukua huyu mtoto ni mtu mwingine tofauti, venye umesema hivyo, sindio? Mm. Alafu ndo akakuletea mtoto ukapea baba, baba yake baayake, sindio? sawa e. okay, sasa tunataka turudishe daktari angalau nani brao atuambie vitu zingine, ni kama anaficha kitu ingine. Umeongea beu kwa njia, ukamwambia akikuja hapa asiseme huyu mama ndio akuna. Kwanza nataka huyu eh, ndio nataka kwanza aguzwe huyu e, e, ndio nataka finywefinywe vizuri, labda mama alimfunika na zile dawa za ukambani zile za huko kule, alipeleka hizo nakwambia. Wewe kwanza wewe, nakwambia Diana, Diana, wewe madhara hiyo iko nayo wewe, unajua hata si wako madhara ile iko nayo, unasema wewe si mama yake ndio we? Nashangaa, najua mimi ni mama yake, naweza kuwa mimi si mama yake, lakini kutoka kakiwa kadogo miezi mbili mpaka saa hii hii yeah. Ni madhara gani hiyo ananionyesha? Hii kusema mimi si mama yake. Wacha daktari aitwe, kwa sababu naona hamtaki kusema ukweli. Tunataka tupate mpaka hao watu wenye waliumiza waliumiza nani, wenye mlituma hao wenye waliumiza nani? Diana mimi. Wako wapi? Si hao watu watapatikana Daktari, usiuliza utapatikana. Bibi yako akiwa kwa hii hali unasikia aje? Hivi venye yako. Hata mi nimwelezea hapa mara ya kwanza, nishamwambia bibi yako alirepiwa na akapigwa akavunjwa mkono, na sasa mbona wewe hutaki kuongea? mm-hmm. Kusema ukweli, mara mnafanya business mara sijui Diana, huyu amekuwa akiniepa kila wakati. Unajua hiyo sio makosa, makosa, makosa mawili hmm. hayawezi unda njia mwafaka hmm. nilimtafuta huyu tukaweza kuzungumza, nimueleze zaidi yale alikuwa ametokea hmm. ili hali yaweze kunielewa, lakini aliepa Ikaona sasa vile ametoroka hivi, kile nitakachokuwa napata kidogo nawasukumia kwa ajili ya kulea mtoto. Binai, lazima ningetoroka. After kuona hivyo, unafanyiwa kitu kama hiyo, huwezi expect tena kumsamehea. Ujui nini atafanya tena next, labda hata hataingia, ataenda kwa mamangu hata labda, ah. <laughs>